Hali gani mpendwa mtazamaji, karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao na wa saa ishirini na nne zijazo kuanzia saa tatu usiku huu. Tukianza kwa kuangalia mifumo ya upepo, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita ishirini kwa saa kwa ziwa Victoria pamoja na ziwa Nyasa na kwa kasi ya kilomita kumi kwa saa kwa ziwa Tanganyika, na hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo na yote, kwa ukanda wa pwani yote pepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita thelathini kwa saa, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi, na viashiria vya mvua vinaonekana katika maeneo mengi ya hapa nchini. Na kwa usiku huu ni matarajio yetu katika maeneo ya magharibi mwa nchi panatarajiwa kuwa na ngurumo za radi. Mkoa wa Singida na Dodoma panatarajiwa kuwa na mvua japo ni kwa maeneo machache ukanda wa Ziwa Victoria, maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, Dar es Salaam na pwani kijumlisha visiwa vya Mafia, panatarajiwa kuwa na mvua na ngurumo japo ni kwa maeneo machache. Huko maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yanatarajiwa kuwa makavu. Na kwa hapo kesho ni matarajio yetu katika mkoa wa Singida, Dodoma, Lindi, Mtwara, panatarajiwa kuwa na hali ya mwingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo kanda za Victoria, maeneo ya magharibi mwa nchi nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa nchi, maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na pwani ya kaskazini, panatarajua kuwa na hali ya mwingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Naam, ni kutoka mamlaka ya hali ya Tanzania, hatuna la ziada. Ulikuwa na mimi Mariam Fares, asante na nikutakie usiku mwema.